Jeshi la polisi lilishatangaza mm. kutaka aende akatoe maelezo juu ya kauli alizokuwa akizichapisha kwenye mitandao ya kijamii na zikitoka kwenye vyombo mbalimbali. Sawa, so, kwa sababu zilikuwa ni kauli nzito ambazo zinataka uthibitisho ili vyombo vya kisheria vichukue hatua, ndio sawa. So, hakufanya hivyo baadaye taarifa kwamba amepotea, ametekwa, amechukuliwa unajua, unajua, ukisema uki, uki moja kwa moja ametekwa, ni lazima uthibitishe mm. nani kamteka. Kusule... na taarifa hayupo, yani, ikatokea taarifa kwamba hayupo. Mm. Jeshi la polisi likachukua hatua, likafika kwake hapo alipodaiwa alikuwepo, na kuchukua taarifa na linaendelea na uchunguzi, ndio taratibu za kisheria mm. mm. Kwa hiyo kwa hiyo na, na, na, na, na, na, na sio yeye, mtu yeyote na mimi na shak... wakati huu unajua, wakati huu ni wakati wa uchaguzi, kwa hiyo sinema zinakuwa mm. nyingi sana <laughs> nyingi sana, lakini lakini, lakini, lakini, muhimu mm, mimi un... sijasema, naamini sinema ni nyingi kwa sababu mambo ni mengi, hizo ni lugha zetu. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba kukitokea taarifa za namna hiyo jeshi la polisi linachukua hatua za kufanya uchunguzi ili liweze kujua taarifa za kina kuhusiana na tukio hilo. Nimesema sinema kwa sababu yako matukio mengine ukiondoa hili Ndiyo. ambayo yalitangazwa kwamba mtu kapotea, lakini baadaye unakuja kugundua hajapotea, amejihifadhi mahali mnakumbuka matukio ya Tabora mnakumbuka Mwanza mnakumbuka Mbeya, ndio maana nasema wakati huu mambo ni mengi Ndiyo. Ni muhimu wa Tanzania tukasikiliza vyombo vyetu. Ni rahisi sana kupandisha hofu ya wananchi, lakini ni muhimu kujiridhisha pasipo mashaka juu hmm. ya taarifa zinazochapuka. Kwa mantiki hiyo, uh, msemaji mkuu wa serikali mpaka hmm, sasa hivi bado serikali haijui alipo Humphrey pole pole? Si bado ha, hatujajua. Si jeshi la polisi limeshatangaza? Unajua, hmm, polisi ndio wanaohusika, sio mimi msemaji mkuu wa serikali. Lakini ikiwa uh, hmm. ni kion, amekuwa kiongozi wa, hmm. wa, wa, wa kitaifa hmm, eh, na alikuwa mwakilishi wa, wa rais eh, katika mataifa Malawi, baadaye Cuba hmm, eh, ni kiongozi mwenye hadhi ya juu uh, kwa nini mpaka sasa hivi serikali haijatoa taarifa yoyote labda ya kulaani tukio hilo. Bona jeshi la polisi limetoa taarifa. Jeshi la polisi ni chombo cha serikali, sio lazima niseme mimi, kwani taarifa zote nasema mimi, sio lazima niseme mimi jeshi la polisi, kwa sababu ni vizuri chombo kinachohusika na eneo husika ndicho hasa kinakuwa, kinakwambia. Mimi nitakupa taarifa za jumla tu namna hii hmm. kwamba uh, mtu akipotea ni jukumu la jeshi la polisi kutafuta eh, taarifa zake mpaka wakamilishe kazi yao mm. Kwa taarifa kama hizi zikitokea, process yake ni moja, mbili, tatu. Kwa wakati huu ambapo kuna uchunguzi unaendelea wa jeshi la polisi ni vizuri kukiacha chombo kinachohusika mm. Kikamilishe uchunguzi wake. Kitu.